Naomba nichukue nafasi hii kutoa maelekezo na taarifa kwa umma, kwa wakata, watendaji wa kata, watendaji wa wilaya, watendaji kwenye wadi, watendaji katika mikoa wa Chama Cha Mapinduzi na jumuiya zake zote tatu, Umoja wa Vijana, UWT na wazazi kwamba katika uchukuaji wa fomu katika zoezi lililoanza leo asubuhi, yapo maeneo tumepata malalamiko ya watu kutozwa fedha nyingi kuliko kile kiasi kilichopangwa. Wote tunatambua kwamba kwa nafasi ya udiwani kiasi cha kuchangia kuchukua fomu ni shilingi elfu hamsini na kwa nafasi ya ubunge iwe wajimbo iwe viti maalum ni shilingi laki tano. Yapo maeneo machache tumepata taarifa ya watu kuongezewa kiasi cha fedha kama gharama za kuchukua fomu. Naomba niseme yafuatayo: Chama cha Mapinduzi kimeweka utaratibu wa kiasi cha shilingi elfu hamsini kuchukua fomu ya udiwani, wa kiasi cha shilingi laki tano kwa kuchukua fomu ya ubunge. Ni matarajio yetu kiasi hiki kisiongezwe na mtendaji yoyote wa chama wa ngazi yoyote na jumuiya za chama anayohusika na utoaji wa fomu kuwalazimisha watu kutoa kiwango tofauti na kile kilichoidhinishwa na vikao vya chama. Natoa taarifa hii, kama kuna mwanachama alienda akachukua fomu aka badala ya kulipa shilingi elfu hamsini kwa nafasi ya udiwani akaongezewa kiasi cha fedha tofauti na elfu hamsini la kwanza mwanachama huyo arejeshewe fedha yake mara moja. Hivyo hivyo kwa nafasi ya ubunge, kama kuna mwanachama amekwenda kuchukua fomu ya ubunge wa viti maalum wa jimbo na viti maalum katika umoja wa kinamama akaambiwa kuna michango mingine zaidi ya laki tano fedha hizo zirejeshwe mara moja. Natoa taarifa hii kwa watendaji wote wanaohusika na utoaji wa fomu, wasiwatoze wanachama wanaochukua fomu za udiwani na ubunge kiasi cha fedha ambacho kimeidhinishwa.